Hii ni taarifa mpya kutoka shirikisho la soka nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi amewasilisha barua ya kujiuzulu huku CEO wa bodi ya ligi akisimamishwa kazi na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Hii ni Toka Zamani Tv, mimi ni Shehani Mzaina. Updates si zinapatikana kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Taarifa rasmi iliyotolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii inasema, taarifa Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara tplb Stephen Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania tff Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara tplb Almasi Kasongo. Imetolewa na Wilfred Kidau, katibu mkuu Juni 13, 2025. Taarifa hii imetolewa saa tatu usiku siku hii ya leo, siku ya Ijumaa. Taarifa hii inakuja muda mchache mara baada ya timu za simba na yanga kukubali kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo mchezo namba 184 Juni 25 mwaka 2025, mara baada ya tarehe mbili za mwanzo kushindwa kufanyika kwa dabi hiyo. Tarehe ya kwanza ilikuwa ni Machi nane mwaka 2025, na baadaye mchezo huo ukapangiwa tarehe nyingine ambayo ilikuwa ni Juni 15 mara baada ya kujitokeza sintofahamu ya hapa na, na pale, hii leo mchezo huu umepangiwa tarehe nyingine mara baada ya viongozi wa Simba pamoja na Yanga kukubaliana mchezo huo uchezwe katika tarehe hiyo. Kazi yetu ni kukupa updates pale ambapo zinajitokeza. Mimi naitwa Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani Tv. Kuendelea kwa pamoja na sisi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele upate updates pindi zinapojitokeza. Ungana nasi pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii.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 tz at gmail.com Top One college of health and allied science we are the way to your success